evaluation. We gave them our committee members who are going to work on that one. It has, on, it has also not started. Aweze kuita mkutano kati ya chama cha Kupet na commissioners wa Teacher Service Commission kwa siku saba ambazo ziko mbele yetu ili haya masumuzo yaanze kirasmi. La si hivyo, atakuwa anaanza kuitisha mambo mengine kutoka kwa walimu na staki hivyo. Kwa hivyo tunampea Teacher Service Commission siku saba aweze kuitisha mkutano wa kuanzisha masumuzo ya CBA ambayo itasumuzia nyongeza za mishahara za walimu na wafanyikazi wengine ambao wako katika sekta ya ualimu. Walimu, walimu ambao wanapata promotion hapa Isiolo, ni vizuri waeleweke ya kwamba walimu wa, eho, wale wana wanapromotiwa hapa ni walimu wa kutoka all the count, all the Isiolo iko na walimu wa kutoka kaunti hizo zote. Kwa hivyo wabunge wajua ya kwamba wakianza kuvictimize walimu wa Isiolo, wanasahau ya kwamba walimu ambao wanavictimize ni walimu wa Kenya ambao wametoka from all other counties wakakuja kusaidia Isiolo, because Isiolo is a hard to staff area and it is an aso area.